Mtazamaji wangu wa Nyembo TV. Karibu katika channel yangu ya Nyembo TV. Na leo nataka nikuletee nini, maana neno Lumo, mtaa Lumo kwa kazi wa Yombo Vituka. Nadhani kwa kazi wa Yombo, nadhani mnajua mtaa unaoitwa Lumo, kitongoji cha Lumo. Nataka tumsikilize mwenyeji wetu hapa atuambie nini maana neno Lumo, limetokana na nini, maana neno Lumo. Na karibu tumsikilize hapo. Mkitaka kupata siri ya Lumo, Lumo hii ilikuwa inaitwa Yombo Vituka mwaka tisini tisini na moja tisini na mbili hadi tisini na tatu marehemu Mzee Rumo alikuwa na nyumba mbili. Alijenga nyumba yake ya kwanza kule Mwanabana na nyingine alijenga nyumba yake hapa Lumo, ambapo sasa hivi kuna banda wanaonesha mpira pale. Kulikuwaga kipindi cha nyuma, kulikuwa kuna duka kubwa, duka la madawa pale. Aliandikaga kibango kinaitwa Lumo Lumo. Kwa hiyo hata ukipanda gari ukitoka mjini wale makonda na madereva wakawa wanafuata kile kibao. Bwana nishushe pale Lumo Lumo, nishushe pale Lumo Lumo. Kwa hiyo ukakuta sasa watu wengi wakaanza Lumo, Lumo, Lumo, Lumo, na alikuwa na baa. Kwa hiyo ni famous sana kipindiko cha nyuma. Lakini kuna watu walikuwa na majina makubwa kuliko yeye. Kina mzee Kinyogoli, muona bwana. Kwa hiyo watu wakaanzia pale, sasa pale ndo ndo mpaka sasa wa Lumo. Kwa sababu hata gari ukipanda bwana nishushe Lumo. Nishushe Lumo Lumo. Watu ndo wakaanza Lumo Lumo. Umeona bana eh? Hata sasa hivi unasikia ni acha rumo mwanzo, lakini ukizungumzia kule ukianza lelini kule, kulikuwa kuna Wajaluo. Kuna wale wazee wa Kijaluo wale walikuwa na majina yao, wale walikuwa ma famous. Hapa kwa Mgaza kulikuwa kuna mzee anaitwa Mgaza. Naye alikuwa famous. Ndio maana hata sisi tulikuwa tukitoka lumo. Umeona bana mtaani hapa. Unajua zetu tunaenda kucheza na tunaenda kucheza kwa mzee Mgaza. Tunaenda kucheza kwa mzee Mgaza ukienda hivi kidogo kwa Kayombo kwenye banda, banda la video. Kwa hiyo kila sehemu ina mipaka yake. Umeona bana. Ndio maana nikasema Lumo ilikuwa inaanzia pale kwa Kennedy muuza chips paka kwa mzeeaji ambapo wasiopafahamu sasa hivi anaitwa Wasabi. E, eh, lakini ukitaka ku, kuangalia kiundani zaidi umeona bwana eh? Kuna vitu vingi tu vinavyoendelea kuhusiana na Lumo. Lakini kwenye mipaka hiyo kama mlikuwa mnataka mipaka kwa kwenda barabarani, mipaka ndio hiyo. Tunaanzia pale kwa Kennedy muuza chips paka kwa mzeeaji pale ambapo sasa hivi kuna Wasabi. Ukitoka pale kwa mzeaji ukienda mbele ndo unakutana na mwangaroji muona bwana huko, napo ndo ile mwisho wa lami, mwisho wa lami. Kila sehemu yani iko hivyo, kwa mtu asiwadanganye kwaambia sio ukivuka reli na anza Lumo. Hapana, ukivuka reli hiyo ijaanza Lumo bwana, ila kwa sababu ni vijana wengi wa kule tunaishi nao, mazingira haya yalotuzunguka, movement alignment, tunakuwa tuko pamoja Kondo, tuna kwa hiyo ndo tunakuwa tunajumuishwa hivyo, lakini kila sehemu inakuwa na mipaka yake. Ndio hivyo kwa ambao ni wageni, nadhani wamepata la jua kwamba neno LUMO limetokana na nini, kwa wakazi wageni wanaofika miaka hivi karibuni. Tuliweza kujifunza kitu ambacho tulikuwa tukijui. Tukutana wakati mwingine, niweze kukujuza mengi zaidi kuhusu mtazamo wa mtaa huu. Ndio mtazamo wa mtaa kutoka Nyembo TV, asante.